Ni kupasha mengine, viongozi barani Afrika wanaendelea kukemea matukio ya kukandamiza demokrasia na uhuru wa wananchi hasa wakati wa uchaguzi wa chaguzi kuu na pia wakati wa maandamano ya amani. Matukio kama haya yameshuhudiwa nchini Tanzania wakati wa uchaguzi, Uganda, na pia Kenya wakati wa maandamano ya Gen Z. Aliyekuwa rais wa Botswana Ian Khama alisema hatambui uhalali wa Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Tanzania kwani wananchi hawakupata kupata nafasi ya haki kujieleza wakati wa uchaguzi, matamshi yaliyoungwa mkono na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka. Fred Wambua na taarifa hiyo. Demokrasia katika mataifa ya Afrika imeonekana kufifia hasa katika nyakati za uchaguzi na rafsha kuzuka kutokana na ghadhabu za wananchi. Taifa la Tanzania likionekana mara kwa mara kuwakamata viongozi wa upinzani, uhuru wa vyombo vya habari kufifia na hata wananchi kukosa semi kwa serikali, jambo linaloonekana kukandamiza uhuru wa wananchi na hasa kujitafutia viongozi wanaowataka. Jambo hili pia limeonekana katika taifa la Uganda mara kwa mara, wakati huu serikali ikiwakamata wafuasi wa kiongozi wa upinzani na kuwanyima nafasi mura ya kufanya kampeni. Wananchi waliosafiri mataifa haya ikiwemo Kenya wakitekwa nyara kwa kuonekana kutishia serikali kwa kujiunga na upinzani. Uh, they Aidha, viongozi barani wamejitokeza kukemea matukio hayo, wa hivi karibuni akiwa ni aliyekuwa rais wa Botswana Ian Khama akisema kamwe hatambui rais Suluhu kwani uchaguzi wa haki haukutendeka. Kwa upande wake, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka akisema serikali kadha ikiwemo Kenya wanawadhulumu waandamanaji na hata wengine kufunguliwa mashtaka ya ugaidi.

Asterisk. Katika mahojiano na kituo cha televisheni, Rais William Ruto aliweka wa wazi kuwa katika nchi ya demokrasia, rais hawezi kamwe kupata asilimia well, 96 ya um, <laughs> kura. Fredrick Ombo wa Undugu